Mapokeo ya kale ya, ya mababa yanaagiza kuwa askofu anayewekwa wakfu ahojiwe mbele ya watu kuhusu azinio lake la kuihifadhi imani na kutekeleza utume wake. Basi ndugu mpendwa sana, je, wataka kutimiza hadi kufa ule utume uliopewa kutoka kwa mitume na ambao sisi tunakupa wewe kwa kuwekea mikono yetu kwa neema ya Roho Mtakatifu? na nataka. Je, wataka kuhubiri Injili ya Kristo kwa uaminifu na bila kukoma? Nataka. Je, wataka kuitunza hazina ya imani iwe nzima na safi kadiri ya mapokeo ambayo katika kanisa yamehifadhiwa daima na popote tangu nyakati za mitume? Nataka. Je, wataka kujenga mwili wa Kristo ulio kanisa lake na kudumu katika umoja wake pamoja na maskofu wote chini ya mamlaka ya halifa wa Petro mtume mwenye heri? Nataka. Je, wataka kumtii kwa uaminifu halifa wa Petro mtume mwenye heri? Nataka. Je, askofu mkuu jimbo kuu katoliki Tabora, Mhashamu askofu mkuu Angelo Akatino, balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania mwashamu askofu Wolfgang Pisa, rais wa baraza la maaskofu nchini Tanzania, mwashamu askofu Ezobi Sinzigilwa, makamu wa rais wa baraza, Mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu, waheshimiwa maaskofu wakuu wote Naomba pia kutambua uwepo wa mwashamu waskofu Paulo Luzoka, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Tabora, ametoka kidogo lakini tumekuwa pamoja naye hapa, washamu askofu wa wakuu wote, Mheshimiwa Pat Johnson Kalidukili, MSFS mkuu wa shirika la Wafransalian ulimwenguni, Mheshimiwa Pat James Panthelanicel MSFS baba provinciale wa Afrika Mashariki, waheshimiwa sana maabate wakuu wa mashirika ya kitawa wote, Mheshimiwa Padri Chesko Msaga, naibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu nchini Tanzania wajumbe, na wajumbe wote wa sekretariat ya Baraza la Maaskofu nchini Tanzania, waheshimiwa wakuu na wawakilishi wa taasisi zote za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mheshimiwa David Katwale mkuu wa wilaya na manispaa ukimwakilisha mkuu wa mkoa , Mheshimiwa mbunge wa manispaa, viongozi wote wa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama na vyama vya siasa, Waheshimiwa mapadre, wawekwa wakfu wote wa kike na wa kiume, wapendwa maflateli walelea wote wa upade na utawa, viongozi wa dini na madhehebu ya dini, wanahabari na mawasiliano, nanyi ndugu zangu nyote tuliokusanyika hapa, itifaki ikiwa imezingatiwa. Kristu, basi najua inawezekana baadhi yetu kama sio wote tukawa tumechoka, lakini naomba mnivumilie. Sina jipya na neno moja kuwashukuru na shukurani za kwanza. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, ninapofikiri juu ya neno la shukurani kwa Mwenyezi Mungu, maneno ya wimbo unaosemekana kutungwa na mwanamuziki Rei Ufunguo ndio yanayokuja moyoni mwangu na hata kichwani mwangu maneno ya wimbo huo yanasomeka, kilindi cha moyo ya wangu kimejaa maneno ya kushukuru. Ashukuriwe Mwenyezi anayeketi katika patakatifu usiku mchana, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wake. Ni Mungu waketie juu, midomo yangu itaimba maneno ya kukushukuru, asante na kushukuru Bwana wa mbingu na maneno hayo karibu yanaenda sambamba na Zaburi ya mia moja kumi na sita aya kumi na mbili hadi ya kumi na tatu inayosema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote aliyonitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina lake. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa yote. Aidha, namshukuru hayati Baba Mtakatifu Francisco kwa kuniteua naendelea y kumwombea huko aliko, astarehe kwa amani. Namshukuru pia Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne ambaye kabla ya kutolewa kwake kuwa Baba Mtakatifu alikuwa katika dikasterio ambayo pamoja na mengine inahusika pia na uteuzi wa maaskofu. Kwa vyovyote, naye atakuwa alihusika kwa uteuzi wangu. Namshukuru sana Namshukuru sana pia bara ya munadhama Lugambwa, si tu kwa kumwona Bawa Mtakatifu ampe msaidizi au akupe msaidizi waamunadhama, lakini pia kwa kuniweka, kwa kuniweka wakfu wewe mwenyewe mimi kuwa askofu. Tangu siku ya kwanza ya kutangazwa kwangu, niwaambieni, Baba mwadhama amekuwa karibu sana nami kuhakikisha mambo yote yanakaa sawa na vizuri, kama inavyoonekana sasa. Kwa watu wa Tabora tungesema alipenda kuhakikisha mambo yote yanakuwa bam bam. <laughs> Wakati mwingine hata alinitania tania kuhakikisha mapigo yangu ya moyo au pressure inakaa sawa, baba mwadhama. <laughs> <laughs> Asante sana, asante pia kwa mahubiri yako mazuri na matamu sana. Kwa kweli ninayo mengi mazuri ya kuzungumza juu yako baba mwadhama, maana sasa nimekufahamu kwa kuishi pamoja nawe hapa Tabora tangu ulipofika, lakini hata nilipoenda kule Roma, huko napo nilipata nafasi ya kukufahamu. Basi toshe tu kusema nakushukuru sana na naona fahari kuwa msaidizi wako wa karibu yeah. Na nikuahidi kama rais Obaraza wa baraza la maaskofu alivyosema kwamba mimi niendelee kukumbuka kwamba, oh, mimi sio wewe mwenyewe bali mimi ni msaidizi <laughs> na kama msaidizi niahidi kwa neema za Mungu nitajibidiisha, nitajitahidi atakaye fanya kazi hiyo kwa bawmwadhama, kwa baraza la maaskofu nchini Tanzania na kwa, kwa kanisa la ulimwengu katika haki na ukweli. Aidha, nimepokea mgawanyo huo wa majukumu ulionigawia na ulioyasema hapa kwa mwadhama, kwa mikono miwili. Asante sana baba. Niko tayari kutumika.